Hiki ni chumba cha upasuaji kilichopo hapa MOI na nyuma yangu kama inavyoonekana ni baadhi ya mitambo ambayo imetumika katika upasuaji wa ubongo kwa kutumia akili unde na upasuaji huo umefanywa na madaktari wazawa kwa kushirikiana na madaktari bingwa kutoka nchini Marekani ambapo Tanzania ni miongoni mwa nchi chache zinazotumia teknolojia hii ukanda wa Afrika mashine hii ina thamani ya shilingi bilioni mbili inatumika kutibu magonjwa mbalimbali ya ubongo na kuendana na kasi ya wagonjwa wengi ambapo kwa mwaka taasisi hii hupokea wagonjwa wa ubongo 550 hadi 600 kwa mara ya kwanza katika nchi yetu leo, tumefanikiwa kuchukua sehemu ya ugonjwa ndani ya ubongo kwa kutumia kifaa maalum ambacho kinamuongoza daktari mpaka shida ilipo, bila kufungua fuvu wala kutumia mionzi ya x-ray kama ambavyo labda ingetumika wakati mwingine au hata CT scan kwamba inafanyika kwanza, alafu ndo anaanza kufanya kama anabahatisha imefanya kazi iende haraka zaidi. Kwa namna hiyo, tutakuwa na wagonjwa wengi wanaweza kuhudumiwa kwa mara moja kuliko ilivyokuwa, kwa sababu ile nyingine sasa inabidi upange kwamba kwa siku hawa wataalam wanaweza kafungua labda mafuvu matatu, lakini kwa hili tunaweza kufanya mpaka tisa mpaka kumi mpaka kumi na mbili. Kama isingelikuwepo, inabidi tufungue sehemu kubwa, na njia tunayopita kwenda kufata kile, kile kivimbe kilichoko ndani kabisa ya ubongo ingekuwa ni njia ya kuumiza, na mgonjwa angetoka akiwa na madhara makubwa zaidi kuliko hata kabla hajafanyiwa, lakini sasa hivi ile njia unayopitia inakuwa ni salama, ni njia ndogo na unafungua sehemu kidogo. Na hapa ikaelezwa namna teknolojia hiyo inavyofanya kazi. Ule utaratibu unaotumika ndani ya mashine, ulioko ndani ya mashine ile, kichwa ya mashine ndio, ndio, ndio unde wenyewe. Kwa wewe unaiambia nahitaji kuona kitu fulani, yenyewe na algorithmu mle ndani zitakazozipitia mpaka itafika kukuonyesha kile kitu kama vile ulikuwa unatumia darubini kuangalia, kwa mfano ile mashine ndicho inachokifanya. Kwa hiyo sasa jinsi ile sindano anavyoiingiza pale ndani, kile unachokiona kwenye skrini ni sehemu ya matokeo ya akili unde katika mtambo. Magonjwa ya ubongo husababishwa na sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sababu za kimaumbile, athari za kimazingira, maambukizi na mtindo wa maisha. Rabia Mbembela, Azam News